Tumekuja katika mradi huu wa kutoka Ubungo Sam Nujoma tumeona wanakwenda na kasi, lakini kasi yao sio nzuri, na hivyo tumewapa miezi miwili waweze kumaliza kabisa ile section ya kutoka Ubungo mpaka kufika Mwenge, na vile vile eneo lile nimebaini ya kwa kwamba vijana wanaofanya kazi katika hii miradi, na hiyo sio kwa eneo lile tu, ni kwa nchi nzima kijana anapokwenda kufanya kazi katika hii miradi isiwe kwamba mtu anaamka tu asubuhi anamfukuza kazi. Hapana, badala yake waheshimiwe kwa ile kazi wanayoifanya, na hata mikataba yao iwe ni mikataba yenye kutunza utu wao. awezekani leo anafanya kazi, kesho mwajiri anamfukuza tu, matokeo yake yule kijana anashindwa, hana namna ya kujitetea, hana namna yoyote. Kwa hivyo nimetoa maelekezo kwa wataalamu wetu, vinginevyo huyo kijana akutwe na mambo ya hovyo, ubadhirifu, eh, udokozi, uvivu. Akikutwa na hayo akafukuzwa, hiyo sasa hatuna namna ya kumtetea. Lakini tatu, nimekuja hapa katika barabara ya kutoka Mwenge kwenda Tegeta. Eh, sasa hapa nimemkuta mkandarasi ni mzembe, na hii ni mara ya pili nakuja kukagua hapa. Kwa hivyo nimetoa muda kwa wataalamu wangu ya kwamba wakae chini wakae chini na angalizo la isiyo zidi miezi miwili, wamwangalie akishindwa kuperform vile tunavyotaka, huyu tuna terminate mkataba wake, tunavunji vunjilia mbalini mkataba wake na tutatangaza upya, na baada ya kutangaza upya tutakwenda kupata mkandarasi mwingine atamalizia hii kazi, kwa sababu hawa sio watu walio serious kutumalizia hii kazi. Mkataba ulishakwisha toka mwezi Septemba tukamwongezea miezi e, mitatu ameshindwa kufika katika malengo yetu, ndio maana nikasema isizi, isifike tena muda huo. Sasa hizi tupo katika kuhakikisha kwamba tunataka fedha za Watanzania zifanye kazi yake ipasavyo.